Wafuasi wa chama cha NLD wakiwa wamejitokeza ili kusikiliza sera za mgombea wa chama hicho Doyo Hassan Doyo. Shauku na kiu ya kutaka kujua sera za chama hicho kupitia mgombea zikagonga mwamba baada ya wananchi hawa kujikuta wakiathiriwa na mvua iliyoanza kunyesha kuanzia mchana wa leo katika mkoa wa Dar es Salaam. Hali hiyo ya mvua ikamlazimu kiongozi huyo kutangaza kusitisha kuendelea na kampeni zake kwa siku ya leo. Tumeona tuahirishe ili tuweze kuwapa nafasi ya siku nyingine, kwa sababu tarehe kumi na tisa tutarudi hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo tutafanya tarehe kumi na tisa lakini kwa leo tuna, tunaahirisha kwa sababu maeneo ya kuzungumzia mvua ni nyingi na watu hawana sehemu ya kukaa kusikiliza. Lakini mgombea huyu hakuacha kunieleza nini anatarajia kukifanya endapo wananchi watampa ridhaa ya kuongoza taifa hili, hasa katika masuala ya ajira kwa vijana, masuala ya biashara ya jasiriamali. Tumekuwa tukiwaambia Watanzania kwamba kama tutapata madaraka tukaongoza nchi, sisi katika halmashauri tutapeleka asilimia arobaini baada ya asilimia kumi ili kuweza kuwawezesha vijana na wakina mama na kupata mikopo isiyokuwa na riba. Lakini pia tunasisitiza swala la afya. Swala la afya ni kwetu, ni kipaumbele kwa sababu afya za Watanzania kwa sasa zi wanazipata kwa gharama kubwa, na sera yetu sisi ni kuondoa hizo gharama, serikali ichukue majukumu ya kuwatibia Watanzania kwa sababu uwezo wa kufanya hivyo serikali inayo, fedha zipo. Haikuwa siku nzuri sana kwa chama hiki kutokana na hali hii ya leo, lakini mgombea huyu anatarajia kuendelea na kampeni zake kesho katika mkoa wa Pwani na Morogoro mjini. Mpaka sasa mgombea huyo amedai amezunguka zaidi ya mikoa ishirini na wilaya mia moja na tano, huku wakitarajia kumalizia kampeni zao huko Zanzibar. Tumia Omari, Azam News, Dar es Salam.